Ikiwa leo ni siku nyingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli ya kupendwa kabisa ya Habari Kiganjani ili kuweza kuhabarishana habari zilizojiri, zinazojiri na zinazoendelea kujiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na Habari Kiganjani leo tumefikiwa na habari. Nitakriba ni takriban wiki tano toka Vatikani yaitoe taarifa kuwa Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amelazwa hospitali kutokana na ugonjwa wake wa nimonia ya mapafu. Hatimaye sasa Vatikani yatoa taarifa wanasema kwamba Papa Francis ameruhusiwa kutoka hospitali. Kumekuwa na maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii kuwa, inasemekana kiongozi huyo alishaaga dunia, ilitengenezwa kroni yake kuonekana kama bado yupo hai. Je, ni kweli Papa Francis amefariki dunia au yupo hai kama ambavyo jinsi Vatican wanasema, kwamba Papa Francis ameruhusiwa kutoka hospitali? Kulingana na habari hiyo, kuruhusiwa kutoka hospitali kumezua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa, inasemekana kiongozi wa kanisa ya Katoliki Papa Francis alishaaga dunia, ila imetengenezwa kroni yake kuonekana kama, kama yupo hai. Papa Francis ameruhusiwa kutoka hospitali ya Roma. Papa Francis ameruhusiwa kutoka katika hospitali mjini Roma. Kabla ya hapo Jumapili, jitokeza kwenye dirisha lake la hospitali ya Gemelli huko Roma na kutoa baraka kwa mara ya kwanza tangu alazwa tarehe 14 Februari. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 aliachishwa kazi dakika chache baadaye na daktari, wamesema anahitaji angalau miezi miwili ya kupumzika huko Vatican. Katika muda wa wiki tano zilizopita alikuwa na vipindi viwili muhimu sana, ambapo maisha yake yalikuwa hatarini. Dr Sergio Ferner, mmoja madaktari wa madaktari wanaomtibu Papa alisema ingawa papa hajapona kabisa, hana tena nimonia na atarejea kazini haraka iwezekanavyo, ikiwa hali hiyo itaendelea, madaktari wanasema. Nani anayeiongoza Vatikani wakati papa amelazwa hospitalini? Hali ya kiafya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis imeibua wasiwasi miongoni mwa waumini wa kanisa hilo na baadhi ya watu wengine ulimwenguni baada ya kuelezwa na Vatikani kuwa si nzuri kutokana na kuugua ugonjwa wa homa ya mapafu katika mapafu yake yote mawili Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akipitia maambukizi ya mfumo wa upumuaji kwa zaidi ya wiki moja na amekuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Gemelli huko Roma kutokana na hali hiyo ya kiafya Papa Francis swali limeibuka kuhusu ni nani anayeiongoza kanisa hilo wakati Papa Francis ni mgonjwa Kujibu swali hilo ni vyema tukafahamu ni nini sheria ya Kikatoliki, kanoni lao na sheria kuhusu papa, amesema padri Thomas Nizeye anayesomea shahada uzamili ya sheria za Kikatoliki mjini Roma. Vatican ina sheria za kina, mila na majukumu kuhakikisha kupokezana kwa madaraka wakati papa anapofariki dunia au kujiuzuru, lakini hakuna hata moja ya sheria hizo wala kanuni inayozungumzia kuhusu ni nani anayechukua mamlaka ya papa anapokuwa mgonjwa, Padri Nizeye ameiambia BBC. Vatican ilisema Jumanne kuwa Francis alikuwa amekula kifungua kinywa, kusoma magazeti na kutembea, na kwamba kupona kwake baada ya upasuaji kunaendelea. Hata hivyo, kukaa kwake hospitalini kwa wiki nzima kama papa kumeibua shauku kubwa juu ya mamlaka papa yanavyotumika katika jiji la Holy See, huku baadhi wakitaka kujua yuko katika hali gani. Kulingana na padri Thomas, majukumu ya papa hayawezi kutekelezwa na mtu yoyote katika kanisa hilo la Roma hata kama Papa Francis anaendelea kulazwa hospitalini kwa muda mrefu, hakuna anayeweza kushikilia mamlaka yake. Kila jukumu lake alilokuwa akilifanya litasimamishwa mpaka apone. Wakati wa kuunda sheria ya upapa, walitaka kuandaa sheria kuhusu wakati papa anapoumwa au kutoweza kuendelea na majukumu yake, lakini haikuwahi kuidhinishwa, aliongezea. Hata hivyo Father Thomas amesema, wakati papa ni mgonjwa, huduma za Kanisa Katoliki huendelea kutolewa kama kawaida na kile alichokitaja kama congratulation, sawa na wizara ndani ya Kanisa Katoliki. Jukumu la papa: papa ni mrithi wa Mtume Petro na mchungaji wa Kanisa Katoliki duniani, kulingana na sheria ya Kanisa Katoliki kwa sasa japo papa francis ni mgonjwa hakuna kilichobadilika katika hadhi yake nafasi au madaraka tangu alipochaguliwa kuwa papa wa mia mbili sitini na sita machu kumi na tatu elfu mbili na kumi na tatu hata wakati alipofanyiwa upasuaji wa saa tatu ili kuondoa nusu ya utumbo wake hali hiyo ni kwa mujibu wa muundo wa kitheolojia mamlaka ya papa ni ya juu kamili na ya ulimwengu wote alisema mwanasheria wa sheria ya kikatoliki Nicholas... Gafardi. Kwa hiyo kama mamlaka yake yapo katika kiwango hicho, ni nani atakayeamua kwamba hawezi tena kutumia mamlaka hayo? Hakuna mtu zaidi ya yeye. Baraza la maaskofu la Vatican. Papa Francis anaweza kuwa msimamizi, lakini tayari anawasilisha shughuli za kila siku za Vatican na kanisa kama timu wa maafisa ambao wanafanya kazi kama yuko katika kasle la kitume au la, na kama anafahamu au la, anasema Padre Thomas. Kazi nyingine za Vatican zinaendelea kwa kawaida. Taarifa yake ya kila siku mchana ilitoka tena Jumanne na majina ya maaskofu wapya walioteuliwa na papa nchini Nicaragua, Nigeria na Uingereza. Pengine waliadhinishwa kabla ya muda, ingawa Francis angeweza kusaini amri na kushughulikia mambo mengine muhimu kutoka kwenye kitanda chake cha hospitali kama alivyokuwa akifanya Mtakatifu John Paul wa pili wakati wa kulazwa kwake hospitalini. Ni nini hufanyika wakati papa anapougua? Sheria ya kikatoliki na masharti ya wakati askofu wa dayosisi anapougua na hawezi kuendesha dayosisi yake, lazima hakuna kwa papa. Kanoni mia nne kumi na mbili inasema dayosisi inaweza kutangazwa kuzuiwa ikiwa askofu wake kwa sababu ya uwezo, kufungiwa, uhamisho au kutokuwa na uwezo hawezi kutimiza majukumu yake ya kiuchungaji. Katika hali hii kama hizo uendeshaji wa kila siku wa dayosisi hubadilika kwa askofu msaidizi mkuu wa gari au mtu mwingine. Ingawa Francisi ni askofu wa Roma, hakuna kifungu cha wazi kwa papa ikiwa yeye pia amezuiliwa. Kanuni mia tatu thelathini na tano inatangaza tu kwamba wakati mtakatifu ni wazi au kabisa kuzuiliwa, hakuna kitu kinachoweza kubadilishwa katika utawala wa kanisa lakini haisemi inamaanisha nini kwa mtakatifu huzuiwa kabisa, au ni vifungu gani vinaweza kutumika ikiwa ingekuwa kwa kweli. Hakuna sheria kama hili, Gafardi alisema, hakuna kanuni na hakuna hati tofauti ambayo inasema jinsi gani utaamua kutokuwa na uwezo, ikiwa kutokuwa na uwezo kunaweza kuwa kwa kudumu au wa muda. Na muhimu zaidi ni nani atakayeongoza kanisa wakati huo. Kwa kweli hakuna kitu, tunaacha tu kwa Roho Mtakatifu. Je, yeah, ni nini kinachofanyika wakati Papa anapofariki dunia au kujiuzuru? Kulingana na sheria ya Kikatoliki pamoja na sheria ya Papa, hudumu zote za upapa husimamishwa isipokuwa hudumu za kiroho. Apostolic Penitencia amesema Padre Thomas Wakati pekee wa mamlaka ya Papa kubadilishwa ni wakati Papa anapofariki dunia au kujiuzulu. Wakati huo, mfululizo mzima wa ibada na mila na taratibu hufatwa katika kuweka interregnum, kipindi kati ya mwisho wa Papa mmoja na uchaguzi wa Papa mpya. Katika kipindi hicho kinachojulikana kama sid Vatican au empire see, bila Papa, the camerlengo au the chamberlain line, ofisi ya Papa huendesha utawala na fedha za jiji la Holy See. Pia huthibitisha kifo cha papa, kufunga vyumba vya papa na kujiandaa kwa mazishi ya papa, kabla mkutano wa kumchagua papa mpya. Nafasi hiyo kwa sasa inashikiliwa na Kardinali Kelvin Farrell, wa pili mkuu wa ofisi wa walai wa Kristo ya Vatican. Je, yeah, kile ambacho kinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii na watu kuwa Papa Francis amefariki dunia ni kweli? Papa Francis amefariki dunia au yupo hai, kwa mujibu wa Vatican?